Uh, ile jambo kaka, nilifuatilia kweli kwa kina, lakini nimefahamu ni nani, ila bado sijapata sana evidence ya kutosha. Kwa hiyo naomba unipatie muda niendelee kufuatilia zaidi, ili nikipata ushahidi wa kutosha nikwambie kila kitu, kwa sababu siwezi nikakwambia kitu ambacho bado sina ushahidi nacho. Itakuwa sio sawa. Sasa ndugu yangu, kasubiri mpaka lini? Hakuna haja a evidensi, basi nipe hata hinti. Mke wangu anatembea na nani? Nataka nimfahamu tu, niambie jina tu basi natosha. No. no, no. no, no, no. Kwa, unanikazia macho nini? Shida? Au ngoja ngoja ngoja. Baby, mbona uo kuingia ndani? Wewe unaingiaje ndani wakati undani kuna shemeji yako brother? Oh, kuna shemeji yangu, basi takuwa vyema zaidi ikaingia ndani nikamsalimia na unitambulishe. Sasa kwa nini unaanzia kuingia ndani? Sasa unaendaje kumsalimia huko ndani? Eh? Umesema shemeji yangu Shaju sikuelewe nimekuja hapa nimestajabu kuona viatu vya kike alafu cha ajabu zaidi unavia kuingia ndani simchanganyi. Aache nikamsalimie. Aka ngoja kwanza, subiri kwanza. kama viatu vya kike hapa kwa mpenzi wake hivyo viatu ko hapo ni halali yake unajua sikuelewe siku hizo au skutemke unasemaje kai? Okay. Sobe, sobe. Wewe, Kwa vipi? Mbona unaingia kwenye vyumba vya watu bila taarifa? Samahani, samahani dadangu, sikujua, ni bahati mbaya tu. Toka bwana. Karibu. Asante sana dada, habari za saizi? Salama. Samani, najua kwamba wewe ni mgeni hapa, lakini kuna msaada mmoja kwa moto jali, naomba unisaidie. Jambo gani? Kuna, kuna mchezo ambao nahitaji tuucheze mimi na wewe, na pindi tukiufanikisha huu mchezo nitakupatia shilingi elfu hamsini. Na wale wa mchezo wachukua muda mrefu dakika tano tu, yani, tano na kutosha nimemaliza kila kitu. Sawa dada, naomba unielewe. Mimi nimekuelewa vizuri tu, basi nitakuongezea dau nitakupatia shilingi laki moja taslim, pindi tu tukikamilisha hii kazi. Yani kwa kifupi sana, kuna mtu atakuja hapa nyumbani kwangu muda sio mrefu sasa. Huu mchezo ambao nataka tucheze mimi na wewe, nahitaji nichukue viatu vyako kwangu kwa muda dakika tano tu. Ukimaliza mimi nakupatia pesa yako dada. wekaka samani, yani mimi nicheze mchezo huo nayo? Yani mimi niigize mpenzi wako kwa kipi? Dada, naomba unisaidie tafadhali. Yani huu mchezo wale hauchukui muda mrefu, dakika tano tu, tano Yani ukimaliza, mimi nakupatia pesa yako hapo hapo. Dada yangu, tafadhali, naomba unisaidie. Na sio kwamba tutakuwa na mahusiano ya kweli, hapana, bali huu ni mpango tu, yani wa muda mfupi tu, yani ni mpango ambao, unajua mimi na wewe wala hatuna mahusiano ya kweli. Naomba nisamehe sana, nilikuwa kwenye taharuki, ndio maana yote yametokea. Naomba niwe radhi bro, naomba nisamehe sana kwenye hii mawao siimaind, sikujua bro, sijafanya makusudi mimi, kai lazima nikumaini Bro, nisikilize basi. Unajua, nilipokuja nikakuta vitu vya kike nje, sikujua ni nani uko ndani, kwa hiyo nikataka nikujitishe, kwa sababu unajua ndugu yangu, sipelewelewe kila siku unasema oh, utakutambulisha tu shemeji yako, kwa sababu ukiachana na binamu yako na mende, mendea mendea Kuja kutamsha shemeji yangu kwa nivyoona vile viatu vya kike nje, nataka nkibitishi na kweli nimeamini. Safi sana ndugu yangu, niangusha kwenye uh, ila nisamehe eh, sana sijafanya makusudi. Hongera sana ndugu yangu unajua, shemeji kusuu, wow. <laughs> So mchezo. Hapo jamaa, wewe noma sana. Unafanya wow sana, silent kila mkimya kumbe una balaa, unawanyosha <laughs> Safi sana. Fine boy. <laughs> Excellent, bro, huo ndo wanaume sasa. Maana ndugu yangu kasikueleweelewe ingine ah, labda ndugu yangu jogoa pandi mtungi, ila leo umekubutisha, wewe ni kidume <laughs> solai Jirani, unapoondoka huko ndani unatoa taarifa. Ona sasa, mmeo ukaja kwangu kuulizia mume wangu. Eh, amekuja kuniulizia kwako? Ndio. Ukamjibu nini? Na nini na nimwambia? Kila kitu kama hujarudi nyumbani. Ha, jirani, umemwambia mume wangu mimi sijarudi nyumbani? Ndio, nimesema ukweli. Sasa ningesema nini? Na uja nipanga chochote umenichoma kwa mume wangu. Hapana jirani yangu, mi sijakuchoma. ya kuchoma kwa ubaya eh? Na pale nakupiga simu nilikuwa naye pale jirani. Siku ingine mume wangu anapokuja kukuambia au kukuuliza swali lolote kuhusu mimi, unatakiwa unanibeba, si so? Unajua si ni wanawake lazima tustiriane, ukizingatia hizi ni ndoa. Sawa jirani yangu <coughs> ndio jirani, nimekuelewa. Hata mimi najuta kwa kile nilichokifanya, lakini siku nyingine nitajitahidi. Sawa jirani yangu, sasa chukua basi ii hapo, utakunywa hata soda. Jirani yangu nisikiza nikwambia kitu kimoja, kai wewe umezingua, yaani umezingua hiki ambacho umekifanya leo, ndugu yangu. mume wangu. Mbona nafungua mlango sikuoni na uliniambia uko hapa nje? Wewe Lisa, unaongea nini wewe? Wewe sikupigia simu kakuambia nipo mlangoni, ukanikatia simu, baada hapo nakupigia simu upokee, upatikani, unamaanisha nini sasa kusema upo nyumbani? Sasa, sasa sikiliza Lisa. Sasa sikia chochote kutoka kwako. Leo utanieleza jana ulilala wapi? Eh, hey, utaniambia leo na ndaanakifungua kinalini ambaye unakuja na shemeji yangu Tasha. Ah, Tasha, huu mwanamke anataka nichangani akii awezikani saivi anapigamamba nyumbani. Mbavu kabisa. Sasa hebu tuachane na e, ya, Mbado, Asa, yote. Tasha, hebu nipe mchapo Mugundua Lisa lii na nani? Ah, <coughs> uh, ili jambo kaka, nilifuatilia kweli kwa kina lakini Nimefahamu ni nani ila bado sijapata sana evidence ya kutosha. Kwa hiyo naomba unipatie muda niendelee kufuatilia zaidi ili kipata ushahidi wa kutosha nikwambie kila kitu, kwa sababu siwezi nikakwambia kitu ambacho bado sina ushahidi nacho. Itakuwa sio sawa. Sasa ndugu yangu full evidence na kueleza kila kitu bratha, kwa nini kuficha? Mimi ni ndugu yangu bwana, siwezi nikaacha kuona yani unateketea alafu mimi nipo na angalia tu, siwezi kaka, okay. basi kavaa shati twende wote tukapate breakfast, maana nishamwambia kwa anakuja na wewe mpangilie haniona familia maawezi kuawa. Okay, acha kufanya hivi. Jirani. Samahani sana jirani yangu. <laughs> Yaani aibu naona mimi jamani. <clears throat> Sasa, sasa nikwambia kwamba mkeo hajarudi, kumbe alirudi jana na mimi sikumuona, nilikuwa ndani na kazi zangu, sikumuona muda anaingia. Jirani mbona unachanganya? Si nikuuliza mimi kusana na mke wangu akasema hajarudi nyumbani, asa nakuja ghafla from leo ananiambia kwa mke wangu alirudi. Sikumuona muda anarudi jirani yangu, samahani lakini si nikawa nimewagombanisha bure wao, umekasirika, mkeo yupo ndani. Mna shida, nimekuelewa, sio kosa lako sawa, haina shida. Baadaye jirani. Haya, wewe na uh, siku so, njema. Haya sasa, unaona ndugu yangu, yaani wewe sikio lako umewakabidhi majirani zako, unawasikiliza kila wanachokwambia. Haya sasa, umemuuliza na amekwambia kwamba mke wako hakurudi nyumbani, kumbe maskina, Mungu mke wako yuko ndani eh? Yeye yeah, alikwabiza na mishe zake. Mke wako amerudi, hajamuona wewe, ume panic. Wewe amenini kurudi mke wako ajalala nyumbani, angalia sasa, kiko wapi leo hii? Yani mimi baada ya kunambia tu vile kwamba mke wako ajalala nyumbani, yani mimi nimeshanyanyua upanga wangu, nilichukia kwa nini iwe kitu kama hiko, na nikaandaa nondo zangu, silaha zangu zote nilizinyanyua, nije kumbana na maswali vile ipasavyo, shemeji, mpaka ningetuambia ukweli lalala lakini sasa, angalia kama ningemuuliza sitaongeonekana hata tu na maana kaka. Umesikia ndugu yangu, sio kosa langu na nilikuwa najaribu tu kumstiri, ila ni huyu ukenge ndo alimisha kwa mke wangu, wajahudi nyumbani mbavu <laughs> kabisa. Basi ah, achana ila siku ingine kuwa makini. Tasha, unavyoonaje vitafuna? Ah. Ah, vitumbua ni vizuri sana vizuri, vitamu na isitoshe, pia hata chai, aiseni tamu sana, yali na vitu vyangu kabisa. Shemeji ameweka viungo vyote vimetimia. <laughs> hongera sana shemeji kwa kupika chai nzuri. <laughs> ama po madogo sana kwa shemeji yako na hii ndo kwanza breakfast tu, bado lunch hujaonja madikodiko yake sasa. ah. <gibu> vizuri sana shemeji yako. Naona manager ananipigia simu hapa, kwa hiyo subiri, ni pembeni kidogo nikazungumze naye. Mume wangu mimi ni mke wako, huyo ni rafiki yako, unafanya naye kazi ofisi moja, anayepiga simu ni bosi wako, kwa nini tu usizungumze naye hapa tukiwa wote? Ah, ah, shemeji. <laughs> unajua meneja wetu sisi ni mtu ambaye anaruka za matusi sana, yani hapa akipokea hiyo simu ataanza, yani salamu yake ni matusi sasa inakuwa sio vizuri, eti ukasikia mume wako anaongelewa matusi, hapo inakuwa sio sawa. Kwa hiyo mwache tuende akaongea na simu kwa pembeni, kaka. Na unaweza kwenda <laughs> jamaa, una kumbukumbu wewe, anamjua vizuri bosi wetu yule. Jamaa na matusi na sio matusi tu, ananongwa. Kwa hiyo akianza kuongea naye kwenye simu atakusema siku nzima bila kumaliza. Kwa hiyo acha niende private nikaongee naye, tumaliza naye private Unajua nipo nyumbani. Kwanza naomba nisamehe sana kwa, kwa, kwa sawa, baby. Jamani, mbona unaongea haraka haraka hiyo, hebu relax basi kipenzi. So, ni relax baby, mi nipo na mke wangu, afu tulikuwa tumekaa sebleni pale. Sasa nitumie text kwanza kabla ya nitu, nitu kupiga, baby. Jamani, kipenzi changu kai, hivi ni mara ngapi nikwambie ukiwa upo na mazungumzo na mimi sitaki umtaje huyo mwanamke wako harafu ulivyoondoka hapa nyumbani kwangu, mbona kama unanitega hivi? Maana umeacha wareti yako nyumbani. Oh, baby, nisamehe sana, unajua ah, ila nilisahau kuichukua. Ila mimi kipenzi changu umenishangaza eh, sikutegemea kama ungenitaarifu sana hilo swala, labda ungejiongeza na kuchukua pesa, ila umefanya jambo la heri sana baby. Mimi siwezi kuchukua pesa ya mwanaume bila ruhusa yake. Ni kwa sababu nakupenda, ndio maana siwezi kuiba pesa yako. Isha, okay, kwa hiyo wafanya mambo yako yote ukimaliza, uja kuchukua waleti yako nyumbani. Kaa chini kwanza, Lisa. Unataka kwenda wapi sasa Tasha? Ukiachana na yote, kae ni mume wangu, ni lazima niwe na wivu naye. Sasa kwenda huko ambako unaenda ndo unaweza ukalimaliza hilo tatizo? Hebu rilaksi basi, Lisa. Siwezi Tasha, anaona unakuwa lisa, lisa. Kwanini unakuwa hivyo Lisa utakuelewa. Umenizuia eh? Hapana, bwana. Lisa, hebu subiri basi. Mambo gani ambayo unafanya hayo? Hebu hmm, fikiria hapa, kwa mfano, Kai akaja hapa sasa, akakuta tukio kama linaendelea, atanichukuliaje mimi? Tasha, unaogopa nini? Ni mwanaume wewe, hakuna wanaume wa namna hiyo. Wewe vipi bwana? Hebu jaribu basi kukontrol hisia zako Lisa, kwani unajisahau mara kwa mara? nakwambia hili swali, kontrol hisia zako. Umenizuia nisiende kusikiliza Kai anaongea na nani? Niko hapa, nataka kufanya ninachotaka, bado hautaki. Na kama wanavyonijua mimi, kukaa karibu na wewe Natasha, alafu nikae hivi, siwezi. Kuna watu wanapewa kila kitu ila bado wanachiti, tena hawachiti mbali, kwa ndugu mpaka marafiki, tena utakuta mara kwa mara nakwambia jaribu kukontrol hisia zako, bwana. Hiki kitu ambacho anakifanya wewe sio kizuri hata kidogo. Kae akirudi akitukuta tumekaa hapa, tayari ni shida. Hebu rudi kule. Tasha. Kama utaki, acha nimfuate Kae huko. narudia tena kuambia kipenzi changu, si ndio? Kwa na wewe nimeasikia matusi ya meneja. Kuna watu wanapewa kila kitu, ila bado wanachiti. Tena hawachiti mbali, kwa ndugu mpaka marafiki tena. Utakuta mashaka. Ndoa ni moja ya kiapo kilicha kufana kuzikana ndani, ina siri nzito ila nje yake ina furaha. Ndoa inaweza kuwa ufunguo au inaweza kuwa kifulio. Kuna ndoa kila siku ni vilio, kuna ndoa ni furaha kila leo, wezi tambua ila bado wanachiti, tena hawachiti mbali, kwa ndugu mpaka marafiki, tena utakuta mashemeji zako. Kumbe hao ndio viunganishi, wanajifanya wa kweli, ila kumbe warafiki. Kuna watu wanatamani warudi kama.